Bwana Yesu asifiwe. Mimi mtumishi wa Mungu Mchungaji Samuel, Samuel Wadhiambo Upio, natoka katika kanisa takatifu Kurusanga maeneo ya Kurusanga na, na mnavoiona picha na jinsi ilivyo, niliangukiwa na nyumba hapo nilipo, niliangukiwa na nyumba na hiyo nyumba, sasa hivi nimehamia kwenye jiko. Sasa watumishi wa Mungu jinsi Yesu ana, anaweza kutangulia na kujitolea na naishi katika mazingira hayo, navyoione hiyo picha jinsi lilivyo sasa. Bwana Yesu muumba mbingu na nchi aweze kusaidia ili kusudi nipate nyumba, nipate nyumba hata watumishi wa Mungu wakija wapate sehemu ya kujihifadhi. Kwa hiyo naomba watumishi wa Mungu munishike mikono kwa, kwa jinsi mlivyoona kwa namba yangu ya simu ni 07, 0744, 8264, hamsini. Jina litatoka Samuel Odhiambo Pio kama sita mtu, ka, kama sita haitawezekana mtatumia kwa aposo chacha amina. Nyewe na mamlaka, tazama kundi na iweka mikononi mwako. Tazama tunatengana Yesu Kristo, tunatengana Yesu kimwili, ila kiroho tuwe pamoja kwa jina lako Yesu. Tazama Yesu walinde waendapo, waingia hapo, Wa watokapo Yesu, ufanye baraka hata shughuli wanaenda kutenda, uonekane kwa jina lako Yesu, wapate utukufu, walinde, hata watoto wadogo walinde, fanye ulinzi, maradhi yanayokuja na tekua kwa jina la Yesu. Damu Yesu itawale juu hudumu wetu wote, juu watoto wetu wote, familia hii yote ya Kristo itawale kwa jina lako. Wale waliovunjika moyo Yesu, usema nao siku ya leo. Asante Yesu jemadari na mimi ni